Mambo vipi wa oh, namshukuru Mwenyezi Mungu Mungu mwenye wa rehema kujalia baraka tele kufika siku mpaka ya leo. Ahadi yako na Soro imeshindwa kutimia. Eh, na hujaifanya ile ahadi, uliahidi Simba Sports Club kama uakaaa finali. unatembea kwa mguu kutoka Kariakoo mpaka Mbagala rangi tatu. Kauli unaivunja ama kauli nyewe, mkunifuata kutaka hadi yenu, na hakuna hata mmoja alionipigia simu kutaka hadi Malaki yenyewe yenyewe, mmefanyaje? Mmeogopa kijue sikuwepo kwa sababu nilikuwa na sawa. So, kwaio ukiwa na kijiweni kijuen sshanlw mimi ni binadamu na, na, na familia familia lazima inahitaji kula, ila niliongea na baadhi ya vyombo vya habari, sitembee kama mpote adi tukimaliza tundeni. <laughs> mimi ndo shabiki peke yangu natimizaga, wengine maneno maneno kutimiza wanashindwa hatua si ya atua kombe la shirikisho Ola, fa Nasoro, mecheza, ha, Yanga alivyocheza tofauti na Simba alivyocheza mashindano haya mm. kuna mawili tofauti ewa. Ndio maana nikakwambia kombe la f Yanga kipindi anacheza na mabingwa alikuwepo mm. Unakumbukaki kipindi cha Yanga wanacheza kombe la shirikisho mpaka fainali, mabingwa walikuwepo wa nchi zao. Kwani Simba jakuwepo huko? Hakuna hata mtu wa pili, bingwa mtetezi, bingwa mtetezi wapi? Kwenye nchi zao, lile kombe linacheza watu kutoka kwenye nchi zao hmm. nafasi ya ngapi? Kombe la shirikisho linacheza mtu watatu na wanne, she wangu hakuna. hmm. mtu wa pili, hata wa kwanza hmm. Unalikataa hilo? Sinijibu we si mwandishi na unisikia, unachambua chambua pale hmm. Nijibu solo. Nijibu kombe lile kuna mtu wa kwanza mule bingwa kwao, kombe la watu walioferi, wamekutana walioferi tupu. Kama watakutana walioferi tupu, atapatikana mmoja afadhali au wawili afadhali, kwa hiyo afadhali simba anabelekane. Kwa hiyo wanaenda kukutana pipa na funiko, tutajua nani funiko nani pipa. Kwa watu walioferi kwa sababu gani? Kwanza namshukuru engineer LC sahii Sa kabisa, wamshukuru e wa injinia es. Baada ya kuingia madarakani, akaja kutoa ile kanuni, watu wakitoka klabu bingwa kuja shirikisho, wa klabu bingwa washirikisho, ashikisho abaki shirikisho. Ndio maana akapata ganda la ndizi kuteleza. Simba tokea anze mashindano aja kutana na bingwa yoyote ndani ya nchi yake, wala mtu wa pili Nusu fainali imechezwa, hakuna mtu wa pili, hata bingwa wamecheza nusu fainali ya mwaka huu wote, wamecheza kila mtu nyumbani, nj, kwenye nchi yao, katoka nafasi ya tatu. Unakubali unakata, so shida vipi? Tunaanza na Simba, tunaanza na belekane bingwa moroko, alikuwa nani? Sema farawati wa pili, raja kasablanka watatu ndo belekane. Tunakuja na locheza nusu na Berekane kwao, watatu sawa. Tunakuja na, miloem, South Africa locheza na Simba, South Africa Mamelodi Orlando, yule watatu. Tunakuja Simba Tanzania, wangapi kombe loroferi? Sio loferi, sio mtazamangu mimi, mtazamo wa kombe watuloferi, nibishie au nigee vigezo kwa sababu ukitaka kombe sio feli lazima ungempata mtu wa kwanza na wa pili ndani ya nchi yake mule hakuna. Paulo inakuma Simba kufika kwa finali. Mimi ni umi. Kwa sababu si finali tulicheza tulipiga watu, si tulipiga vigogo. Tulipiga mabingwa kwao. Tulimpiga mazembe Jumatatu Kongo alikuwa bingwa. Sawa. So, finali tulicheza na AS si Algeria. Sawa. So, kwao mabingwa. Ni tajiri hawa mpaka anafika finali wamemfunga bingwa gani? Kama ukiniambia mimi, navua shati shati langu nashika, naenda tumbuazi mpaka Mbagala mpaka. Kama utanitajia Simba katika mashindano akacheza na bingwa yoyote yule nchi yake, mimi navua shati na nashika naenda Mbagala tumbuazi. Mimi Simba Sports kabla kufika hapa. Hayo mashindano ya mwaka huu watu waliofeli ni ya shirikisho. Sio, wanakaa wanapiga piga kelele mashindano watu waliofeli. Njoo klabu bingwa. Lakini Nasoro si mmoja wapo aliyewakandia Simba Sports Club haendi nusu Sio sio nimeuacha. Mimi falsafa yangu tofauti na mashabiki wengine hmm. Mimi napenda kweli Yanga Napili, mimi sijalazimishwa hmm, kupenda Yanga, na pili mimi sio mnafiki. Mimi nashangilia Yanga na baki kushangilia Yanga. Simba na Yanga ni watani wa jadi, hakuna kushangiliana. Simba na Yanga hakuna kusifiana, au ukiona watu wanaongea hivyo eh, mimi sio sigarakari sasa. Utakuta mtu Yanga eleweki Simba eleweki na <tiple> eh, wapo wengi tu, mimi sio hataji majina watu, lakini wapo wengi na nyinyi mnawaoji hmm. Yanga julikani kama Yanga, Simba julikani kama Simba hmm. shida njaa Eh. <tiple> <tiple> Kama mwanaume spavu, onesha msimamo wako, kama nyeusi nyeusi, kama nyeupe nyeupe. Mwanaume awe na kigeugeu, leo huku, kesho huku. Wewe utakuwa sigala kali huku na washwa, huku na washwa manipata so... wape salamu zao. Siwezi kuwapongeza Simba mpaka naingia kaburini.

so mwambia so, wataenda kuliona lupaso yeah. Na ndio watu wataenda kuzimia na wengine wataenda kufa sasa, so, kama wewe umeoga lafu sikukuu wendi kwa nini isiwezekane? kwa hali itakuwa mara hmm, ya kwanza wangapi? wametoka Raja Casablanca alitoka wapi? alitoka jumbani sio kwa Mkapa, Mkapa sasa kwa hivyo inakuwa cha ajabu piramidi kutoka kwa Mkapa. Uzuri wa piramidi wanakuja, mm. washakuja hapa so, washa mm. na vitendo wanavyotendewa mara kwanza wanavijua. Sio piramidi bwana Nasoro. Ah bele kane. Kane. Washakuja hapa na ujumbe unazofanywa hapa piramidi washazijua. Mm. Kwa hiyo watajua wanakuja waingiaje. Au mtawapokea Nasoro? Kama na inahitaji inahitajika ina ina atapokelewa. Ina ina ina ina ina. Kwani wao sio wanapokeaje watu? Yes, yes no, hilo ni swala kawaida hata wao washapokea sana watu. Mm. Wao waliwahi kuvaa jezi za mazembe hapa wao hujui? amejisaulisha kama wa, watahitajika kupokelewa, watapokelewa kama watahitajika wapewe njia eh, wa, watapewa njia. Hatuogopi hmm. chochote hmm. na hatufanywi chochote. Zipo kwani wao watu waliokuja fainali na sisi si tuliwapa njia si tulipiga kelele? Kwa hiyo na wao watulie. Huu mchezo hauhitaji asila. Mwampoza <tip> <tip> alienda kupewa kiki, mwampoza alipotea. Club kuwapongeza finali. Hilo swali zuri na nilitegemea mtaniuliza kwa sababu majibu yake ninayo. Na swali kwa nakani kuulize kusudi nipate kujibu hilo swali wewe umeenda kwenu mm -hmm. kumtembelea baba yako mm -hmm. Asubuhi wewe umeamka na babako ukaamka, mm -hmm. wewe na da mojia, da mojia baba babako, nani anaanza kumwamkia mwenzake? na baba wewe utaanza kumwamkia babako kwa sababu mtoto heshima anapata kwa baba. mm -hmm. Haya, narudi kwenye jibu lako mm -hmm. Simba ya kufanya vizuri na injinia kuchaguliwa kimeanza nini? Simba kufika fainali na engineer kupewa tunzo kameanza nini? salipewa ya ya kufanya vizuri Afrika nzima ikapewa tunzo a injinia mwezi uliopita sawa. mm. mm. Vilabu vyote Afrika vimetoa pongezi, Simba walitoa? Kwa hiyo hujanijibu sasa. Viongozi wa Simba walitoa pongezi kwa Elsi? Hajatoa. Kwa hiyo nah, eh, ndo unakuja mfano ile kugea. Kama baba yako hajamwamkia na baba yako hawezi kukugea salamu. Kwa hiyo salam, mfanya ubaya. Hajafanya ah, ubaya hivyo sasa hii wewe huja nipongeza na mimi <migoso> <migoso> sikupongezi. Au imekuuma? Hai ni umi watoto wa <migoso> mjini wanakuambiaje? Akikupiga <migoso> ngumi ya sikio wewe <migoso> mpige ngumi ya jicho. Akikuuliza wewe unaonaje, muulize wewe unasikiaje? Ukisikia mtu analalamika, anaumia. Kwa hiyo wao wanaolalamika, injinia hajatoa pongezi, wanaumia. Alafu bahati mzuri, injinia hana time nao. Ogopa sana, mtu unaomwongelea halafu akujibu, hana time na wewe. Ogopa sana. Kama pongezi kashatoa kwa vijana, Simba Sports, Simba, Simba, yes, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwani, pongezi ni nini? Pongezi mtu anatoa kwa sababu gani? au kwa, matu, kwa nini? Ni matakwa ya mtu kutoa pongezi. Mtu anaamua nitoe pongezi au nisitoe, sio lazima pongezi. Je, kwa lazima mtu umpongeze mtu? Sio lazima, mtu matakwa yake au nafsi yake, huyu ni mpongeze au nisimpongeze, si ushaelewa? Kwa hiyo wao wastake lazima eti injini Elsa tupongeze, we nani Injelesi ana muda kukupongeza wewe, tulia. au nashangaa, mpaka mwenyekiti naye ya kuingilia hatupongezwi, yeah. We vipi? mm. Fanya lako yeye, ya, anafanya yake. Nashangaa mwenyekiti kaacha, mwenyekiti kawa msemaji. hii Yanga levo hiyo, viongozi wa Yanga wamevuka, mm. Huwezi. nani, nani kama mwenyekiti? Simangungu kama msemaji wewe kila mechi kicheza kama msemaji wewe. Wewe si kitu, wewe si kitu wa Simba. Mwenyekiti wa Simba? Kazi yake nini? Wewe umeona nani kama msemaji? Kila siku media simu na mmoja, kila siku. Sasa ujue ndio maana viongozi kama wale usiwafananishe na viongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga wameenda shule. Viongozi wa Yanga wa kulupuki tu, kila mtu aongee. Viongozi wa Yanga maswala ya kuongea wakaachwa likamwe. Sio sherehe. Kwa hiyo na yeye atulie, yupo Ahmed Ally, amwachie akae, atulie, aongoze timu. Alipoingia kwenye madaraka, aliwaambia Wanasimba anaenda kuifunga Yanga mpaka Yanga atapata tabu. Kwa hiyo awagee majibu Yanga inapata tabu au haipati tabu, sio anakuja kulopoka lopoka. Kiongozi mkubwa hafai kulopoka lopoka, atulie. fainali ya kwanza, ndugu yangu, mtu anaenda mtu anaenda kupigwa chuma nyingi. Fainali za Afrika si tushazoea goli moja moja, mtu anachukua kwa goli la ugenini au tuta, ila fainali hii ndio mtu anaenda kupigwa chuma nyingi. Haya, yaweke eh. Kama angechukua kikombe nani? Simba Sports mimi, hmm, ntatoka Benjamini siku ya mechi, nitakuepo fainali na nyinyi nitakuombeeni mnisimamie nyuma nitatembea kwa mguu kutoka Benjamini mpaka Mbagala mpaka mpaka mpaka. Hmm. Nitatembea kwa mguu mpaka Mbagala mpaka mpaka kutoka uwanja wa Benjamini. Sima mpaka kufika hapa, ubora wake ni mkubwa zaidi unadhihirisha hivi? Hana ubora. Huwezi kupata ubora kucheza na timu za nafasi ya tatu na ya nne, hakuna ubora. Kwa hiyo final watu wasio bora bingwa, final klabu bingwa wa bora, shirikisho ni Tanzania ovyo Yaani, watu mazungumzi wanaocheza fainali klabu bingwa ubora wao mliwausema bora wa shirikisho niyo uh, wapi? Hakuna ubora ndani ya shirikisho. Ubora unapatikana klabu bingwa, ndio unaenda kuwakuta mabingwa wa Afrika mzima, mabingwa wote wa ligi zote za Afrika unaenda uh, kuwakuta ndani ya klabu bingwa. Nasoro Simba ya Young Africans kulikuwa anaingia fainali katika kombe la muungano, kuna nani alolia? Golikipa babu Tabu Msheli pamoja na Dickson Job. Tabu Msheli alilia kwa sababu kwanza, Yanga hawana timu ndogo, hawana mechi ndogo, yeye ndo alofanya makosa wale watoto kuchomwa goli, yeye alikuwa anaona kaizamisha timu yake baadaye yeye ndo akaenda kuwa shujaa kuipitisha timu kwa furaha yake. Kuna mda mwingine watu wanalia kwa furaha, kwa furaha yake yeye, nilichokifanya kuiokoa timu vile. Kwa hiyo azuiliwi mtu, wajiulize wao, kwa nini wale wamepata sare moja moja na yanga na dakika na tisini, wao wanalitafuta ndani na ya miaka minne. Nisi, furu mkoko, furu mkoko. Nimekuambia na swali mm. Zimamoto wamepata sare na Yanga moja moja mm. Huyu wanawacheka Zimamoto hey, kawai kupata sare na Yanga, swali dogo tu na soroko, yeah, siki, kimataifa, ah, wao ndio wamesema wachezaji wamelia. Sasa kama anashiriki kimataifa singesema wachezaji wamelia, na, na siushelewa kama wao wameona Zimamoto wamepewa mchekea kupata moja moja na wao watafute sare na Yanga kama wanaipata. Na pili, amaneno unayasikia mpaka kwa mwenyekiti wao, kwa sisi wafanyaje? Wanatutamani, wanatutaka. Ngariba yupo, Ngariba yupo, anasubiri aanze kazi. Ngariba kisu kashanoa. Sisi tunarudi Zanzibar, tunaenda kucheza na JKT Tanzania. Kwa hiyo yeye asijivunje kwa Singida, anatuhitaji sisi, amfunge Singida tukutane naye. Ngaliba aje kufanya kazi yake, sisi tushawazoea, si tunaona wa kawaida, hata kuwatamani si hatuwatamani. Sasa sisi tunajua, hata sasa hivi waambiwe wachezaji wangu wametoka kucheza jana, waambiwe sasa hivi na Simba si tunashinda. Sipa, hai, enf enfika, enfika na kuambia hata sasa hivi wachezaji wa Yanga waambiwe kule wapande boti au wapande ndege. No, waje hapa saa moja kucheza na Simba sisi tunashinda. Kwa moto ule wa Simba kufika finali zidi Americano. Kwani Simba kafungwa mara ngapi na Yanga? Moto ule ule sio, ushakufa mara mbili. Au kuna moto mwingine? Sio wale wale wamekufa mara mbili. Nani kaongezeka au nani kapungua? Kwa mnamtaka na nyinyi? Sisi tu hadi tufunge na madereva boda boda sio Simba. Mko tayari? Tena sisi tupo tayari kufungwa na madereva bodaboda sio Simba. Sasa hivi wachezaji wa Yanga wapandishwa kwenye ndege, watue Benjamin hapa, Simba huyu mnyama mwitu. Na anakufa Simba huyu wa mw... anakufa mara moja hmm. Tuliwapiga tano wakasema watu wameuza mechi hmm. Tukawapiga mbili wakasema wachezaji wao wabovu. Tumewapiga goli moja nga wa jamii wakashangilia wakasema timu yao ishaimarika. Tukawapiga goli moja wakasema kayoko hmm. Simba gani katika timu iliyofungwa mara nyingi dunia mzima na Yanga ni Simba, mm. Kwa hiyo Simba ataongea na watu wengine. Hata shabiki wa Simba unaweza ukakaa naye hapa akakwambia kuhusu Yanga, akienda chooni anaogopa. Shabiki kwa Simba anaweza kukwambia hapa, Yanga si unataka kucheza naye mm. Akienda chooni anasema wale si watu wazuri, kukutana naye anaogopa <laughs> so kuna eh, maneno mengi na solo sina kukwambia. Eh, unaogopa, unaogopa kivipi na solo? Ah la. Woja ndio wamekimbia, kila wakichungulia chuma nane zipo, wamekimbia. Wanyekosha, wanyekosa, tunawataka, tunawataka, natutaka sisi. Hawatujui ah, kwani si hawatujui ah? Kama wanatuhitaji, wamfunge Singida. Sisi tupo kwa ajili yao, Simba. Sawasawa na mwembe wa shule Simba. Sawasawa na mwembe wa shule yaani, mwembe wa shule ukiwa na embe wanafunzi wanapopoa, ukiwa na majani wanafunzi wanapopoa ndio. Mm -hmm. Sawasawa simba kwetu sisi. Mm -hmm. Au mwembe wa uwani, upate shida kwenda kuchuma embe. Unajua muda wote nitaenda kuchuma. Mm -hmm. Asante.